Mtazamaji wa Mwananchi Digital, kama ambavyo tumekuwa tukikusogezea mwendelezo kuhusiana na mzozo unaoendelea kati ya Israeli dhidi ya wanamgambo ama wapiganaji wa kundi la Hamas lenye makao yake Gaza nchini Palestina, na taarifa ambayo tumeipata hivi punde inasema kuwa mashambulizi ya Israeli yameendelea kutawala maeneo mbalimbali ya Ukanda wa Gaza ambapo Wizara ya Afya ya eneo hilo imeripoti kuwa takriban Wapalestina 921 wameuawa na wengine 2,054 wamejeruhiwa katika kipindi ambacho wimbi jipya la mashambulizi ya Israeli kote Gaza nchini Palestina yamerejea. Al Jazeera imeripoti kuwa kutokana na mashambulizi hayo mapya na vifo hivyo, idadi hiyo inafanya jumla ya waliouawa tangu kuanza kwa mapigano hayo Oktoba 7, 2023, kufikia watu elfu hamsini na mia mbili sabini na saba huku laki moja na elfu kumi na nne na tisini na tano wakijeruhiwa. Kwa mujibu wa taarifa mpya wizara hiyo, watu 25 wameuawa katika kipindi cha saa 24 zilizopita, huku sabini wakipelekwa hospitalini baada ya kujeruhiwa. Wakati huo huo, jeshi la Israeli limekiri kushambulia magari ya wagonjwa, yani ambulance, na magari ya zimamoto kusini mwa Ukanda wa Gaza baada ya kuyatambua kama magari yaliyobeba wapiganaji wa Hamas. Kwa mujibu wa taarifa ya IDF, wanajeshi wake waliwafyatulia risasi kuelekea kwenye magari hayo yaliyodhaniwa kuwa na wapiganaji wa kundi la Hamas kisha kuwaua watu kadhaa wanaodhaniwa kuwa ni wapiganaji wa Hamas. Dakika chache baadaye, magari mengine yalikaribia kwa njia inayoshukiwa kuwa na wapiganaji hao, ndipo askari wa IDF walipoanza kuishambulia na kuwaua watu kadhaa wanaohisiwa kuwa ni wanachama wa Hamas na kundi la Islamic Jihad. Taarifa hiyo ya IDF iliongeza kuwa baada ya uchunguzi wa awali, ilibainika kuwa baadhi ya magari hayo yalishukiwa yalikuwa na ambulance na magari ya zimamoto. Jeshi hilo limekemea matumizi ya mara kwa mara ya ambulance kutekeleza shughuli za kigaidi na makundi ya wanamgambo ya ndani ya Ukanda wa Gaza, huku tukio lingine la aina hiyo likitokea Jumapili iliyopita katika mtaa wa Taz al-Sultani mji wa Rafah uliopo kusini karibu na mpaka wa Misri. Wapalestina wa Gaza wamesema kuwa wanategemea kula chakula cha makopo huku mkuu wa misaada Umoja Mataifa nyakua ya Umoja wa Mataifa akionya kuwa mazao mabichi yanaharibika kwenye mpaka wa Gaza tangu Israeli ilipoanza kuzuia misaada ya kibinadamu siku kumi zilizopita. Tom Fresher ambaye ni mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Ocha aliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuwa njia zote za kuingiza bidhaa Gaza zimefungwa huku chakula kikioza, dawa zikiharibika na vifaa muhimu vya matibabu Nanukuu, sheria za kimataifa za binadamu zinakataza mashambulizi yasiyochagua malengo, kuzuia misaada ya kuokoa maisha, uharibifu wa miundombinu muhimu kwa maisha ya raia na utekaji nyara. Ikiwa misingi ya sheria za kibinadamu bado inahesabiwa, jumuiya ya kimataifa lazima ichukue hatua kabla haijachelewa, Fresha alisema. Kauli ya Fresha imekuja wakati shirika la chakula duniani WFP la Umoja wa Mataifa likiripoti kuwa lina tani takriban 5700 tu za chakula kilichobaki eneo la Gaza, kiasi cha kutosheleza operesheni zake kwa muda wa wiki mbili pekee. Shirika hilo lilisema kuwa kutokana na kizuizi cha Israeli, bei ya chakula imeongezeka kwa kiwango kikubwa, ambapo mfuko mmoja wa wa kilo 25 wa unga wa ngano sasa unagharimu hadi dola hamsini, zaidi ya shilingi laki moja na ishirini, huku ongezeko la asilimia likiwa ni sawa na ongezeko la asilimia 400 ikilinganishwa na bei ya kabla ya Machi 18 mwaka huo. Tangu mwanzoni mwa Machi, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza kuwa chakula na misaada itazuiwa kuingia Gaza hadi Hamas itakapokubali kurefusha hatua ya kwanza ya makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano hayo Januari mwaka huo. Hata hivyo, kundi la Hamas lilikataa kurefusha mazungumzo ya kwanza likishinikiza kuanza kwa hatua ya pili ambayo inajumuisha mazungumzo ya kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel kutoka Gaza na kumaliza kwa vita hivyo. Katika soko la Jabalia kaskazini mwa Gaza upatikanaji wa chakula umebaki kuwa wa vyakula vya makopo na mboga ghali. Mustafa Homaidi, ambaye ni muuzaji wa mboga, aliambia Al Jazeera kuwa soko hilo linakaribia kuishiwa bidhaa huku bei yake ikiwa juu mno na ngumu kwa watu wa kawaida kumudu chakula hicho. Nanukuu, kilo moja ya nyanya imepanda mara tatu kwa bei. Mimi mwenyewe siwezi kumudu kununua chakula cha familia yangu. Unaweza kuwaza jinsi watu wengine wanavyohangaika. Homaid alisema mwisho wa kunukuu. Kwa Ahmed Barosha ambaye ni mtoto aliyekimbia kutoka kwenye makazi yao huko Jabalia, kupanda kwa bei kumesababisha familia yake kutokula nyama mbichi kwa zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Na nukuu, tunaishi kwa chakula cha makopo, mkate na jibini. Hicho ndicho tu tunachopata, alisema mtoto huyo, huku mgogoro wa chakula ukizidi kuwa mbaya. Gaza inaendelea kushambuliwa vikali na mashambulizi sambamba na makombora kutoka Israel tangu Israeli ilipoanza tena mashambulizi yake Machi 18 mwaka huu. Karibu Wapalestina 900 wameuawa na kuongeza idadi ya vifo hadi 50,251 tangu vita hivyo vilipoanza Oktoba 7 mwaka 2023. Wakati huo mashambulizi ya Hamas la Oktoba 7 kusini mwa Israeli liliwaua Waisraeli wa takriban 100 1,139 na, na takribani 250, wakichukuliwa mateka, jambo lililoanzisha vita hivyo vilivyodumu hadi sasa. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi. Jina langu ni Mgongo Kaitira.